Tunaenda na taarifa ya habari inayosoma kwako kwa na Mbeshi kutoka Mbeshi TV. Jeshi la polisi mkoani Shinyanga limefanikiwa kumtia mbaroni mwanadada mmoja anayefahamika kwa jina la Saichari, mkazi wa Bulige, aliyetuhumiwa kwa tuhuma ya kuiba mtoto mchanga katika halmashauri ya Msalala mkoani Shinyanga. Kamanda wa polisi mkoani Shinyanga anathibitisha juu ya tukio hilo. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga kupitia kaimu kamanda yaani kaimu OCD a, kule Bugarama wilaya ya kipolisi Msalala aliweza kutupatia taarifa kwamba mnamo tarehe tano mwezi huu wa pili ishirini na tano majira ya saa moja na nusu za jioni katika maeneo ya kijiji cha kata ya Bulige tarafa ya ya, ya uh, Kahama na kituo uh, cha polisi Msalala mkoa wa Shinyanga binti aliyejulikana kwa jina la Rahel Matayo mwenye umri wa miaka kumi na tisa Huyu ni mkazi wa Bulige akuibiwa uh, kwa mtoto wake mchanga wa siku moja na binti ambaye baadaye alikuja kukamatwa maeneo ya Mwakitorio, ane ambaye anajulikana kwa jina la Sai Chales mwenye umri wa miaka thelathini na nane, Msukuma na ni mkazi wa Mwakitorio. ah uh, kilichotokea ndugu mwandishi kwamba huyu ni mshtakiwa ambaye tunamshikilia na tunaendelea kwa upelelezi. Aliingia katika zahanati ya pale Ngaya kata ya Ngaya ambapo huyu Rahel alikuwa ameenda kujifungua, akaweka urafiki wa kumsalimia mara kwa mara, na akaweka urafiki wa kuweza kumsaidia anapokwenda labda kuoga na kupata mahitaji mengine, anamsaidia kushika mtoto mpaka aliporuhusiwa, aliandamana naye mpaka nyumbani, huku akimsaidia kubeba mtoto. Walipofika nyumbani, huyu Rahel alienda kwenda uh, kuoga bafuni anarudi anakuta mtoto hayupo, na huyu aliyekuwa anamsaidia ambaye alikuwa hamfahamu hayupo. Lakini wananchi ni wapende kuwashukuru sana, waliweza kutupa msaada aa, kwa maana ya kuweza kutupa taarifa kwamba walimuona binti amebeba mtoto na alipanda bodaboda. Kwa hiyo wale vijana wa bodaboda nao walitusaidia kutupa taarifa kwamba huyu aliyekuwa amebeba mtoto alikuwa anaelekea huko Mwakitorio. Kwa hiyo bodaboda walitusaidia iapamoja na askari polisi hatimaye kuweza kumkamata, lakini mtoto um, alikuwa yuko salama na akarudishiwa kwa mama yake hospitalini akapimwa, yuko vizuri, na yule binti tunamsikilia kwa ajili ya mahojiano. Asanteni sana wapenzi na mashabiki wa Mbeshi TV, endeleeni kutufuatilia, tupo hewani kukuletea taarifa kemkem za ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. bye bye.